Ng'ara na sisi sote ng'ara. Ndugu mgeni rasmi, naibu katibu kuu wa Chama Cha Mapinduzi Tanzania Bara, mwenyekiti wetu wa Chama Cha Mapinduzi Comrade Lushinge, kamisa wetu ndani ya serikali Comrade Saidi Mtanda, natambua itifaki ya meza kuu yote, pamoja na wananchi mlioko hapa, nianze kwa kumshukuru Mungu kwa namna alivyotuwezesha kuweza kufika mahala hapa tunapokwenda kuhitimisha leo sherehe za miaka 49 ya kuzaliwa chama chetu cha Mapinduzi, CCM oye! CCM safi! Kumbukumbu kubwa tulionayo ni kwamba yale maadili tulioachiwa na wasisi wetu, maono yao ya kuwa na umoja, amani na mshikamano wa taifa hili, hivyo ndivyo vinaleta chachu ya maendeleo katika taifa letu na Dokta Samia Suluhu Hasani, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, anatendea vyema maadili yale, na ndio maana Tanzania inazidi kung'ara kimataifa na kitaifa. Mwoye, sisi oye! Sisi safi! Rai yangu kwa vijana, tuende kuchunga maadili yetu tuendelee kuwa watulivu, tuendelee kuwa wachochezi wa maendeleo, lakini tuendelee kukemea pale ambapo wenzetu wanakengeuka. Lengo la taifa hili ni kuendelea kuwa na taifa lenye amani, taifa tulivu, taifa lenye mshikamano, lakini taifa linalojali ustawi wa wananchi wake, Chini ya Chama Cha Mapinduzi leo miaka arobaini na tisa, mambo yote yanaonekana na kinachofuata sasa ni taifa hili kutoa misaada katika mataifa mengine, kwa sababu tulipo ni pazuri na tunapoelekea ni pazuri zaidi. CCM oye! Mwanza oye! Kidumu Chama Cha Mapinduzi! Mungu awabariki sana, asanteni kwa kunisikiliza.